Press TV, kituo cha televisheni cha Iran cha lugha ya Kiingereza, kiliripoti kwamba Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran litafanya mazoezi ya kuzima moto katika mlango wa bahari wa Hormuz katika siku zijazo. Al Jazeera ikinukuu chanzo cha Iran ambacho hakikutajwa jina, pia ilisema kuwa Urusi na China ni sehemu ya mazoezi hayo. Mamlaka za Jamhuri ya, ya Kiislamu ya Iran bado hazijajibu kuwepo kwa nchi hizo mbili katika mafunzo hayo. Shirika la habari la Associated Press pia liliripoti kuwa Iran ilitangaza siku ya Alhamisi katika notisi kwa makampuni ya meli kwamba mazoezi ya majini yangefanyika katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ukanda huu ndio njia kuu ya usafirishaji wa mafuta duniani inayounganisha wazalishaji wakubwa wa mafuta katika guba ya Uajemi, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Iran na Iraki. Wakati hayo yakichomoza, Marekani inaonekana iko tayari kuishambulia Irani ndani ya siku chache. Ingawa malengo yanayowezekana yanaweza kutabirika kwa kiasi kikubwa, matokeo hayatabiriki. Kwa hivyo ikiwa hakuna makubaliano ya dakika za mwisho yanayoweza kufikiwa na Tehran, na Rais Donald Trump akaamua kuamuru vikosi vya Marekani kushambulia, basi matokeo yanayowezekana ni yapi? Ndilo swali lililopo miongoni mwa wengi. Wakati huo huo waziri wa ulinzi wa Marekani amesema kuwa jeshi la nchi hiyo lipo tayari kutekeleza uamuzi wowote utakaochukuliwa na rais Donald Trump kuhusu Iran ili kuzuia nchi hiyo kupata silaha za nyuklia. Katika mkutano wa baraza la mawaziri, Bwana Trump aliomba maoni ya Pete Hegseth kuhusu uwekaji wa wanajeshi wa Marekani katika guba ya Uajemi. Bwana Hegseth alisema na hapa na mnukuu, Irani haiwezi kutafuta nguvu za nyuklia tupo tayari kufanya yale rais anayotarajia kutoka wizara ya ulinzi. Maofisa wa Marekani wamesema kuwa Trump bado anapitia chaguzi mbalimbali mbali, lakini bado hajafikia uamuzi wa mwisho kuhusu shambulio dhidi ya Iran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka katika wiki za hivi karibuni kufuatia hatua kali za Iran dhidi ya maandamano yenye vurugu.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 wachungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.